Kila ushindi ulipopatikana katika vita dhidi ya uongo siku zote uliambatana na nguvu na matokeo ya sala yakichochewa na imani yenye bidii. Tuone hili katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18, sura ya 18 mstari wa 36. Wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, nabii Eliya akasogea mbele na kuomba akisema: e hey, Bwana Mungu wa Abrahamu na Isaki na Israeli, ijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kwamba mimi ni mtumishi wako, na nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unijibu mimi, E Bwana, nijibu mimi, ili watu hawawajue kwamba wewe, E Bwana, ndiwe Mungu na kwamba unaigeuza mioyo yao ikurudie tena. Baada ya kuomba kwa dhati, mstari wa thelathini na nane. Kisha moto wa Bwana ukashuka na kuiteketeza ile dhabihu, zile kuni, yale mawe, ule udongo, na pia kuramba yale maji yaliyokuwa ndani ya handaki. Wakati watu wote walipoona hili, wakaanguka kifudifudi na kulia, Bwana yeye ndiye Mungu, Bwana hii yeye ndiye Mungu. Kisha Eliya akawaamuru, wakamateni hao manabii wa Baali, msimwache hata mmoja atoroke. Wakawakamata naye Eliya akawaleta mpaka bonde la Kishoni na kuwachinja huko. Manabii wa uongo 850 waliomwabudu Baali na Eliya, nabii wa kweli akimtumikia Mungu, walipendekeza tuone Mungu wa kweli aliye hai ni nani kwa kusema tutoe dhabihu ya mnyama, tujenge madhabau kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa na tuthibitishe Mungu wa kweli kama yeye ajibuye kwa moto. Nao wote wakasali ipasavyo. Manabii wa uongo walisali kwa miungu yao katika njia yao, na Eliya akamwomba Mungu kwa dhati katika njia yake. Hatimaye Mungu Yehova ambaye Eliya alimtumikia alijibu sala yake. Ukweli kwamba Mungu ni kweli ilithibitishwa kupitia sala. Sababu ya nabii Danieli kuingia katika tundu la simba, naye hakuwa mawindo ya simba na kushinda magumu yote kulitokana na kazi ya sala iliyotokana na imani katika Mungu. Kama vile Eliya alivyothibitisha kwamba mungu ndiye mungu wa kweli kwa njia ya maombi, na kama vile Danieli alivyookolewa kupitia nguvu ya maombi katika hali ngumu. Ninatumaini kwa dhati kwamba kazi kama hizo zitatutokea katika nyakati hizi. Tuangalie Mathayo sura ya saba mstari wa saba. Ombeni nanyi, mtapewa. Nani atatupatia? Mungu alisema kwamba hakika atatupa kile tunachomwomba. Kama Mungu akisema atatupa, tunaweza kuamini. Basi ni hatua gani lazima tuchukue ili tupewe? Ni lazima tuwe watu wa kuomba na kutafuta. Kukaa tuli bila kuomba chochote na kufikiri Mungu anajua kila kitu na atatupatia moja kwa moja, haikubaliki. Bila shaka, Biblia pia inasema ombeni nanyi mtapewa, aitafuteni nanyi mtapata. Kuomba ni sehemu yetu na kutafuta pia ni sehemu yetu. Matokeo baadaye ni sehemu ya Mungu kuyatimiza. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa mlango. Kwa kuwa kila aombaye hupewa. Kwa kuwa imeandikwa kwa kuwa kila aombaye, inamaanisha kwamba kila mtu aombaye atapokea. Basi tukilichukulia hili kinyume, linaashiria nini kwa wale ambao hawaombi? Hawatapokea. Naye kila atafutaye hupata, na kila abishaye hufunguliwa mlango. Au ni nani miongoni mwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au mwanawe akimwomba samaki atampa nyoka? Ikiwa ninyi basi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa vitu vizuri wale wamwombao? Je, si zaidi sana baba yenu wa mbinguni atawapa vitu vizuri wale wamwombao? Tunaposali kwa dhati kulingana na mapenzi ya Mungu kwa imani, je, ataudhamini kwa kiasi gani unyofu wa sala zetu? Kutoka juu anajibu yote. Lazima uamini ukweli huu. Walakini jambo moja ambalo lazima lifanywe wazi ni kwamba ni jukumu letu kuomba, kutafuta na kubisha. Hii inatutegemea sisi. Tunapofanya hivi mambo kama hayo yatatokea.